Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu uh, katika jina la Yesu. Leo tutajifunza kitu kwenye jambo nasema jiridhishe kabla ya kukubali. Jiridhishe kabla ya kukubali. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Kwenye maisha vema wakati mwingine kuwa na uhakika na jambo unalofanya. Vema wakati mwingine kutafuta ushahidi wa kutosha na jambo na kabla ya kulifanya jambo lolote lile, au kabla ya kukubali jambo lolote lile. Na hii tunajifunza kwa baadhi ya watumishi wa Mungu, na leo tutaangalia tu jinsi Gideoni alipoitwa, alipoinuliwa kuwa mwamuzi wa taifa la Israeli, wakati ambapo walikuwa natumikishwa kwenye utumwa mkubwa na wa Midian. Malaika wa Bwana akamtokea Gideoni akasema inuka, wewe shujaa, wewe ndio utakaookoa wana wa Israeli. Alimwambia mambo mengi kwamba utawapiga hao wa Midiani kama mtu mmoja, lakini Gideon alikuwa na maswali ya kuji kumuliza. Akasema, kama kweli Mungu uko pamoja na sisi, kwa nini haya yatayar Yaa ya, na tupata, kwa nini hao Midiani wanatutesa? kwa nini hao Midiani wanatutesa? Malaika wa Bwana hakutaka kuzungumza sana, hajua hayo lakini akasema wewe ndio utakayookoa wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya adui. Lakini Gideon akataka ishara, akasema unionyeshe ishara. Akaleta zawadi, akaleta nyama, akamchinja. Malaika Bwana akasema weka juu ya jiwe, ndipo alipoweka juu ya jiwe. Malaika wa Bwana aligusa, aligusa ile nyama namoto ukashuka kutoka mbinguni ukaiteketeza ile, ile nyama, lakini bado haikuishia hivyo, bado kuishia hivyo. Tunaposoma kwenye uamuzi sit st kwanzia thalatina sita, sita, sita, uh, mpaka 40 sita kwanzia 36 sita mpaka arobaini, unaweza ukasoma sura yote kwa ujumla wapate picha nzima, lakini sita 36 sita mpaka arobaini tunaona jinsi ambavyo bado Gideoni alitaka, alitaka ushahidi wa kutosha. Hakutaka kwenda kupigana na Midian kichwa kichwa, alitaka kujiridhisha, kweli ni kwamba ni kweli kwamba Mungu yuko kwa pamoja na mimi, ni kweli kwamba Mungu atawaokoa Waisraeli kutoka kwenye utumwa wa Midian kupitia mimi. Akamwambia sasa, akamwambia kwamba nitaleta, aliandaa ngozi Alianda ngozi ya kondoo, alianda ngozi ya kondoo. Tazama, nitaweka ngozi ya kondoo, asema tazama, anamwambia kwamba tazama, nitaweka ngozi ya kondoo katika kiwanja cha kupuria. Jambo la kwanza alilotaka, umande uwe juu ya ngozi peke yake, alafu inji iwe kavu, na Mungu akafanya ikawa hivyo, umande ukawa juu ya ngozi ya kondoo alafu inchi ikawa kavu. Lakini ya kuishia hivyo, akasema, naomba usiwe na asira na mimi, ninaomba sasa ngozi tu iwe kavu na nchi umande uwe juu ya nchi, ikawa hivyo, na ndipo ambapo Gideon alikuwa amejiridhisha vya kutosha kwamba kweli Mungu atakuwa pamoja na mimi kwenye hii hii vita vita, kweli Mungu atakwenda kupigana kupigana hii vita mwenyewe. Baada ya kujiridhisha, na ndivyo Gideon akaenda akawa tayari kwenda kupambana na Wamidian kwenda kupambana na Midian. Kwa ni vema kabla ya kusema tu usikubali wakati mwingine chap chap tu kwamba Mungu amesema na mimi, Roho Mtakatifu amesema okay. na mimi kuna watu wangapi ambao wamesema roho Roho Mtakatifu amesema na mimi, alafu baadaye umeishia njiani, wamekwama, alafu tunaanza kujiuliza kwa je, ni Mungu aliyekuwa amesema naye mara ya kwanza au zilikuwa ni akili zake? Jiridhishe kabla ya kukubali. Jiridhishe kabla ya kutenda jambo lolote, ile kwamba hicho ambacho nataka kukifanya ni kweli kwamba Mungu amekuamuru, ama ni akili zako, ama ni akili zako. Gideoni hakutaka kukubali kiurahisi, hakutaka kuingia kupambana na Midiani kiurahisi, ikabidi atake ishara, a, a, atake ishara. Akaleta zawadi ambayo ilikuwa ni nyama, na malaika akasema weka juu ya mama malaika alipoigusa ile, ile ile, ile nyama, moto ukashuka kutoka mbinguni ukailama. Lakini Gideoni hakuishia hapo, hakuishia hapo. Akasema, tazama, nitaleta ngozi ya kondoo kwenye viwanja vya kupu, kupuria. ninachotaka ninachotaka, umande uwe juu ya ngozi, alafu inji iwe kavu. Ikawa hivyo. Akasema, usiwe na asira na mimi, ninaomba tena vyote vilikuwa nataka kujiridhisha kwamba ni kweli Mungu atakuwa pamoja nami. Nisije nikaenda kichwa kucha tu nikaangamia au nikaliangamiza taifa. Asema, au mimi nataka umande uwe juu ya nchi, halafu ngozi peke yake iwe chafu, iwe kafu na ikawa hivyo. Ni vema kujiridhisha kwa Mungu kabla ya kufanya jambo lolote lile. Ni vema kutafuta ushahidi wa kutosha kabla ya kufanya jambo lolote lile ili jina la Bwana lisitukanwe ili usishie kuaibika. Usishie kuaibika, jilidhishe kwa Mungu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Na ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina